Awali ya yote ndugu yangu, napenda kukukaribisha katika kipindi chetu kitukufu kabisa, kipindi pendwa, kipindi cha KR Online TV, kipindi ambacho kinakufa maajabu ya dunia, kipindi ambacho kinakufundisha mambo mengi ya ulimwengu, kipindi kinachokufundisha maisha yako, kipindi kinachokufundisha mafanikio na mambo mengine yote. Karibu sana katika chaneli hii, ili uweze kuangalia kwa makini na kwa uzuri kabisa. Kumbuka nambari yako ambayo unatakiwa kusubscribe kulike na kucomment ni nambari 0621783030. Karibu unakutana na mtaalam Sheikh Dawud Ibn Abdallah Wasagai. Karibu sana katika kipindi chetu kitukufu ndugu yangu, leo nakuletea somo, somo zuri kabisa. Somo hili linaitwa e, dunia e, ni kitabu. Ni kwa nini nimeanzishia somo hili kwamba dunia ni kitabu? Dunia ni kitabu ambacho kila kunapokucha inatakiwa mwanadamu ujifunze. Kila kukicha, unafungua asubuhi ukurasa, unaanza kusoma katika kile kitabu, unajifunza maisha gani ambayo yanatakiwa kwa siku hiyo utakapoanza asubuhi. Ikifika mchana, unaendelea kusoma, ikifika jioni, unasoma, ikifika usiku, unapumzika na kuanza kuyatafakari yale uliyoyasoma katika siku hiyo moja lakini pia ukumbuke, wakati unatafakari unaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulie. Ni siku yake ya kesho, ambayo kukicha asubuhi, kama kawaida, ni siku nyingine ambayo haiwezi kurudi. Ni siku ambayo kwamba inaanza na mambo mapya. Kama ulizoea kuamka mapema, unaweza ukaamka kidogo, nasikia afya kidogo siyo nzuri kama ulikulala na mawazo mengi kwa kudhani kwamba utakula au utakula, yote hayo utayakuta katika ukurasa wa pili wa siku hiyo inayofuata. Ukumbuke siku ya nyuma ile uliyofungua uliisoma, na unatakiwa uzingatie, ujifunze na uweze kufahamu yale ambayo umeweza kuyasoma. Kwa hiyo siku hii inayofuata, ndugu yangu, unatakiwa pia ujifunze mambo gani ambayo unaweza ukaishi nayo. Kuna watu wana shida sana, kuna binadamu wana matatizo sana kila kukicha hajui leo atafanya nini hajui ratiba yake atakula nini na pengine ana familia hajui leo ataishi vipi haielewi leo siku yake itaisha namna gani matokeo yake unakutana na mtu akiwa anatembea peke yake barabarani anaongea anapiga hesabu moja jumlisha kumi na saba ni hamsini na sita ishirini toa kumi na nne ni sabini na mbili Usifikiri mtu huyu ni mpumbavu, hasha lillahi, huyu amechanganyikiwa kwa sababu ya kutokusoma kitabu cha dunia. Hii dunia ni kitabu, ukikisoma vizuri kitabu hiki utafanikiwa. Mafundisho ya wa Uislamu yanakuambia itafute elimu hata kama iko Uchina eh? Wakati huo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Maka, anakuambia uende Uchina. Kutoka Maka mpaka Uchina ni mbali sana, lakini anakuambia nenda ukaitafute elimu kule Uchina. Kwa sababu umefungua ukurasa, umekutuma kabisa kwamba mimi maisha yangu ni mabovu, sasa niyafanye vipi maisha yangu yaweze kuwa mazuri? Unafuata kanuni na ma za maisha, kanuni za maisha. Wamekusha sema mashekhe wengi sana, hata huyu shekhe wa wilaya ya Kisarawa amekwambia kanuni ya maisha, amekusimulia kanuni za maisha zikoje, ufuate nini uache nini. Lakini yote haya ukiyazingatia, utafanikiwa. Usipozingatia we utakuwa huna maisha kabisa, kwa mtu mjinga asiyeona mbele akisikiliza script tu mara moja anakata tamaa. Sia, ah, haya tumeyazoea, haya ni ya kila siku. Yeye anasema hivi, mbona hivi? Ujue huyo mtu ana dosari pengine katika maisha yake, ana mikosi mikosi fulani, nyota yake haijakaa vizuri. Na katika mtu yeyote akiona kitu kizuri, yeye atakiona kibaya, na akiona kibaya kwake ndio kinakuwa kizuri. Wallahi ndugu yangu, hii kitu, fikiria vizuri kabisa. Masomo mengi nimewahi kukuambia kwamba umaskini tunauvuta wenyewe Ukikaa okay, ukasoma kanuni unazofundishwa, ni namna gani unaweza ukaishi, namna gani unaweza ukafanikiwa, hakika yako hutakiacha. Kitabu ni kikubwa sana, lakini ukiangalia kurasa zake ni nyingi mno, halafu kimeandikwa, waelevu au wajinga mno eh? Hiki kitabu kimeandikwa, ndugu yangu, angalia, waelevu au wajinga mno eh? Yani na maana kuna waelevu au kuna wajinga mno yani, ndio dunia hii, maumbile ya dunia hii yako katika mtiririko huo. Sasa leo nitakuelimisha kidogo tutanabahi katika dunia ili uweze kuangalia. Hiki hapa ni kitabu kama unavyoweza kukiona. Kitabu hiki kwa lugha nyepesi, au kina kina kina bahasha ndani, kama unavyoweza kuangalia, ndugu yangu, kina bahasha ndani. Hizi bahasha ni bahasha nne. Nini tafsiri ya hizi bahasha nne? hizi bahasha kwa tafsiri yake ni kwamba zinaonyesha pande nne za dunia: magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Sasa kama ndio hivyo, unamtumia kadi. Nimewahi kuambia kwamba hebu fuatilia sana elimu za makadi. Tunajaribu hapa leo kuweza kumfuatilia huyu kadi, tuone kwamba hiki kitabu. Nimekuwa naeleza jamani, kuna kitabu chekundu. Ni watu wachache sana, takriban wa nje ya nchi ndio wameweza kufanikiwa kuchukua hivi vitabu lakini hapa Tanzania hasha lilai, unaona ni upuuzi. Ni kitabu kikubwa sana. Unafunga bahasha, unafunga unafunga unafunga, kisha unaomba, unamwita yule kadi, unaomba unasema, nataka uje we fulani bini fulani, nataka unionyeshe mfano. Kwa mfano, hebu katika hii script yetu nionyeshe leo mifano ya wazi, nichukue hela au nichukue pesa kutoka nje ya nchi. Eh, msiseme labda sijui naweka na nini, nichukue fedha kutoka nje ya nchi ninakifunga kitabu changu, nasema sasa, nataka unietee fedha ya kigeni. Nafunga namna hii, ninakuja nakipiga kichwani namna hii, ukisha kifungua unakuja unakifungua unasema bismillah. Ya angalia angalia, ndugu yangu, angalia angalia, kinachotoka huko. Angalia. Eh? haya ni mafedha ya nje ya nchi za nje, alafu leo utasema kabisa kwamba nitakuwa ni ni mtu, nashindwa kununua gari ya milioni 200. Nashindwa kununua gari ya milioni mia tatu umekaa kila siku, tunasema jamani, kuna kitabu chekundu changamkeni fursa. Wewe unaona upumbavu, wewe unaona kwamba hakuna haja, unasema oh, hizo zinakaa zinayeyuka. Nitakuwekea hapa au nitakuonyesha moja kwa moja uweze kuangalia uyeyukaji wake uko vipi yeah, eh? wala unakuwaje? Hii ni fedha halali yeah, eh? uweze kuonyesha katika chombo cha namna hii kama sio fedha halali. Kwa hiyo ndugu yangu, napenda nikwambie kitu kimoja, fuatilia haya mafundisho, uliza piga simu nimekuambia. Simu ni namba 0621 78 eh 3030. Uliza maswali utaweza, sio kukome tu unaanza kutukana sijui, ah, e, imekuwa hivi imeku, ukimwona mtu namna hiyo maisha yamemshinda, ujue kabisa kwamba hana nyota. Kitu kizuri kwake kibaya, kibaya kwake kizuri. Kwa hiyo usiache kuwasiliana na mimi Daud Abdalla Sagai kwa, kwa nambari za simu kama nilivyokuambia Usiache kusubscribe, uliza utajibiwa, eh? na kama utakuwa unahitaji angalau hata nikupatie kidogo, we nipigie simu, tutakutumia, sina shida eh? shida mnazo nyinyi ambao mnakuwa bado hamjapata elimu ya dunia. Nimekwambia ukiwa na kitabu kama hiki ambacho unaweza ukajifunza, kwamba kila siku unajifunza kutokana na maisha. Ndugu yangu mpenzi, mpaka hapo nakukaribisha, usiache kusubscribe, endelea kuangalia vipindi vyetu vinavyofuata. Karibu sana katika kipindi kijacho ni mimi Sheikh Daud Ibn Abdallah wa Sagai. Karibu tafadhali. Karibu sana shukran jazira.